Kwa wadogo ko tutaindishwa hizi nyimbo za yeah. Kuipenda Tanzania, kama ni dawa za kulevya, tunasikia mapambano yalianza toka mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba. Hizi nyimbo hizi za kizalendo zikikaa ndani ya fahamu na fikira za wewe kuwa mshindi daima, hakuna mtu wakuja kukubabarisha babarisha kukuletea story za maisha kwamba ni rahisi rahisi ukifanya hivi utapata njia ya mkato, utakuwa na hela na utachangamka, kusome sana. elfu moja mia tisa na themanini na saba tulikuwepo, wakubwa dawa zilikuwepo, na tukuzitumia na tulishinda e, na sasa ni mawaziri. Ua kwa tuenafasii, kushukuru sana mamlaka yako kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kutuwaika kushiriki ndaa huu muhimu unaokutanisha vijana wa vyuo vikuu kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma kwa lengo la kujadili kwa kina athari za matumizi ya madawa ya kulevya na namna ya kukabiliana nayo kwa njia ya elimu kinga, mabadiliko ya tabia na uwezeshaji. Dawa huu ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kupinga dawa za kulevya mwaka 2025 ambayo unakwenda na kauli mbiu ambayo inasema kwamba evidence is clear invest in prevention ikisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika hatua za mapambano ya mapema ya kuzuia athari za madawa kulevya hususa katika eneo la vijana. Lakini katika kushirikia changamoto hizi ni kumgeni rasmi, Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri, ameendelea kuchukua hatua za makusudi na shirikishi kupitia programu mbalimbali za kitaifa katika lengo la kukabiliana na dawa za kulevya kwa vijana. Programu hizo naomba uniruhusu nizitaje kwa uchache. Programu hizo ni pamoja na programu ya pakati mpaka pakati kudhibiti dawa za kulevya, programu ya taifa ya mafunzo ya tiba stadi za maisha kwa vijana, programu za kukuza ujuzi, ushauri na saa na nyinginezo. Uniruhusu kutoa pia neno kwa wanafunzi na vijana walioko hapa, kama viongozi wa kesho na wabeba dira ya taifa, na wajibu mkubwa wa kujilinda na kulinda jamii dhidi ya vishawishi vya dawa za kulevya. Chagueni marafiki, mnawajua. Epukeni makundi ya tabia hatarishi, jengeni nidhamu binafsi na tumeni muda wenu wa chuo kujifunza, kujijenga kimaadili na kujitambua. Napaswa kuwa mfano bora kwa taifa, kwani kwa sauti yenu ni sauti ya mabadiliko. Anawekeza kwenye kinga na tiba ili kuhakikisha kwamba wale vijana ambao hawajiingiza kwenye dawa za kulevya serikali zote duniani ikiwemo Tanzania kuwekeza katika kuhakikisha kwamba vijana hawajiingizi kwenye matumizi biashara, lakini pia na uzalishaji wa dawa za kulevya, lakini pia kwenye tiba ili kuhakikisha kwamba wale wote ambao sasa, kwa bahati mbaya au kwa naksi uli, walijiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wakaathirika, basi wanaweza kupata tiba na kurudi kwenye hali zao za kawaida katika kulijenga taifa.

Kwa mwaka huu anajenga kituo kikubwa cha rehabilitation center, yani kituo cha utengamao ambacho kitakuwa kinachukua sasa wale wote ambao wamepata nafuu kupitia nyumba za wapataji nafuu au kupitia kwenye MAT clinic na kwenye hospitali zote za mikoa na rufaa pamoja na wilaya, tunawapeleka pale wanapata ufundi stadi, ambapo washapata ufundi stadi, basi tunawaingiza mtaani maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, ambapo kazi yake ni kuhakikisha kwamba tunakusanya makundi haya ya vijana ili kuwagia ujasiriamali, kuwatafutia mikopo, lakini pia kujenga shughuli mbalimbali ndogondogo za kufanya za kujiingizia kipato ili kuwaepusha wasijiingize kwenye dawa za kulevya.